juku vile kuna kari lazima pakuwaonesha huku nje. So guys, ndio mzae wa Wesley nilifanya mambo yangu ndiposa yule mganga akaweza kutoweka na kuweza kumrusha hapa na kumtoa katika jeneza. Oh. Manake aliweza kuona mambo yatakuwa mabaya yeah. sana yeah. nikuweza yeah. kuwakuta yeah. kule mm. na akaweza kumtupa katika hali manake, alishindwa kumrudisha tena mm. Mm. Aliposhindwa na kumrejesha katika uhai wake mm. akaamua kumleta katika hili jumba na kumwacha huko na kupeleka vi na kuregesha kule jeneza likokuwa nacho huyu. Kushika acha. Kitu chochote ambacho kiko huko pasi kushika, fuata maagizo yao, regesha hapo. Achilia. Mama, na inafanya nini huku? Sikia maagizo ya daktari. Utakuwa sawa, juu nasikia itakuuma na kichwa. Mama, regesha ile hapo. Regesha. Hapo ni brand yangu. Eh. Sasa ni yako, wachana nayo kwanza, ikae kwanza mami. Unajua nilifanya nini? Mama Wesley, tafadhali sikia maneno. Ah.

Weza kutia chini, weza kuregesha, weza weza kuregesha mzee. Skia kuregesha? Weka chini mzee. Ili amepewa dawa. Eh, nini hizo? Weza kwa amka, weza kuamka weza kuamka weza kwa amka. Uliletwa na nani? Uliletwa na nani hapa tukikushika eh? Nyanyuka mzee. Unafanya nini nafanya nini? Achana na yeye akiweza kumkota, msijaribu kuweza kunitafuta. Umesikia haya? Ulikuja kufanya nini huko? Ulikuwa naye tangu lini? How many months? How many days? How many weeks?

melala ukafurahia. Sasa uko mnaniambia, nilikuwa nimeyako huko siku hiyo, unaanga serious wewe. Yani, unakuja unaekwa chini, watu wanafanya hivi. Bibi yangu anipende sana, ndio ile mali iko hapo nyuma na jezi, ni vitu za bibi yangu. Sasa umeleta za nini? ya mambo ya mboma ya nini? umeleta za nini? nadhani hapa nakuchekesha hapa. Hakuna kijana wangu mwenye anakubembeleza anga hizi vitu nilikuja zitengenezwa mm. Ndio nipende sana nani, ut, ut. Juu wewe, wewe unaonekana wewe mm. Unipendi umeanza we we we. Iko namna hii mwache mm, malumbano. Mama mm, hatujaaja hapa malumbano wala kupigana. Mwache mm, malumbano. Excuse me. Katika hali huyo aliye kuwemo sio mm, katika hali ya kuweza kumcharaza makofi maanake hayuko salama kabisa huyu. Wananja ameweza kufungwa mara mingi huku, ameweza kuketi wiki tatu, sio mchezo kwake. Usiweze kumcharaza makofi, kuna hatari yake. Vitu nilikuwa naleta huku ndio nipende juu mimi limeona umeanza kuruti pande ya kijana. Um, um, usifanya atujui, umekuja kutafuta nguvu, kuja kushindana da hmm. hmm. na daktari, si ndio ulikuwa na naleta, ndio uchukie huyu alafu nichukie mtoto wangu unipende, alafu upigane na mtoto wangu mpende ule kijana mwingine wangu, na mili dili lako imesha backfire sasa. Hizi vitu daktari aliniitisha sasa ukinichapajele unajua kenye unazungumza kweli, ukinichapa sitakwambia. Wewe unajua kenye unatoa kwa, una kwa, una mdomo yako, kwani sinakwambia, zinakwambiaiana nguvu ameisha. <coughs> Sasa daktari aliniambia nikilete hizi utakuwa unanipenda kabisa, uchukie. Siwezi penda, siwezi kukupenda kupitia. Una, una, unaona ananichukia

Lakini wewe unaonekana umekita mizizi sana, mpaka unataka kuweza kupingana nami. Ila nilikupa muda ya kurejesha vitu vya kijana, ukaamua mm. kunitafutia daktari akupe nguvu ili kuja unidhibiti. Ila ilikueleza kueleza tokea mwanzo mimi hauniwezi mzee, najua mm. mm. mm -mm -mm -mm -mm. Ee, wakati ni tulikuwa huko mganga wangu aliona hizo maneno mm. Uh, alienda akaniambia mm -mm. Ameona kuna daktari ananipinga sana ndio ndio, akaniambia hizo vitu nisijaribu kutoa mm. Nikuja kwake mm. anitengeneze mm. vile utawainifikia mm -mm. Sasa iki, kuna kinga alikuwa amenipea nikashika na mkono mm. Sasa daktari ndio nakuuliza, mbona mm, mm, mm. Umekuja karibu mipango zangu, amekuokoa hata a na wewe ni daktari kama ule mwingine yes, hmm. Ungeacha, ungeacha tumalize nani mm. Ila tulielewana vipi mzee mm. Nilikupa masiku kadhaa uweze kukaa na familia yako, kijana aweze kupata mali yake mm. Badala ya kufanya yale mambo ambayo nilikueleza, ukaamua kuja kwa mganga wako ili kakupe nguvu, na nilikueleza mimi, mtu yoyote hataweza kuniweza, maanake nimetokea mbali, nimeruka visiwa na visiwa mpaka na visiwa hapa nilipo, na hii kazi sijaanza jana mm.

atakuwa maskini. Sasa ile kitu tungefanya na u kijana, tungeongea vizuri. Anibakishia mahali ingine, anibakishia ngoja. Isu... Nikuulize, unasema ungeongea na mimi daktari before kuja kutibiwa, alitwambia nini? ninialitupea tukae chini, tukaa chini. kufika kwa nyumba u ulienda, hadi ujulikani, ulienda wapi? Kumbe ulibeba vitu za madhadu ukaleta huku. Hakuna kitu tunaongea juu sasa na, unataka vitu zako zote nataka zote. Juu tulikuwa tuongee tuongee vizuri, wewe ufuati maagizo ya daktari. Wewe na mama yako atampeleka wapi? So, u sasa ukichukua tajiri yote itamlea na nini? Sina zamlea si, si, mamake atoke kwangu chini. Heri ukue maskini ama ukae 6 feet chini. Hata ile utajiri hata ile utajiri wa siku chache, eh. Lakini kwe m... na pesa kama sasa hivi <laughs> <Tama> Yusa... <lehuku. laughs> huko ulikuwa chini, uko na utajiri hadi ndo alitoka nayo kwa nyumba last time, wakati tuliambiwa daktari ndo ulikuwa nayo, hata hakuwa anakubadilisha kitu. Uko chini hivyo, ona kichwa yako ushiona skuiro ikiingia hivi mzee, mm huu -hmm. Oh, ndio wakati sasa mm -hmm. wa kurejesha mali ya kijana mm -hmm. na nilishakopa mda wa kutosha mm -hmm. ili hali leo haupo sawa katika hali yako ya kawaida mm -hmm. lakini hivyo vitu na vihitaji utanipea munda, mm, niende mm. nikasikie vile wanasema na labu nikue ninikue sawa kidogo, ndio mm. Sasa tukuja na hizo vitu uh, muda upi nikupe mzee. Nikija useme mda ni mdogo, ntaka unipe mda wene kama we. wiki moja hilo ha, litawezekana mzee? Hilo uh, ni ngumu kabisa mzee mm. Mm. Na nipea muda gani leo? Nataka uweze kusema muda mwenyewe mzee, nipea siku tatu mm. Mm. Siku tatu itawa sawa kwako mzee? Yeah, sawa. Amesha keti chini na wanao na mke wako nipea. Kila kitu kitawa sawa sivyo? Wa wakikataa vile, sasa nawaambia Mm. nikumaishamkae so yeah. Chini meeting mkubaliane na family, aende akazikwe, amna shida kijana. Sasa siku mwenyewe hiyo maneno, maneno ikikataa wakikataa mm-hmm. Sasa vitu naleta na, na tu hizo dokumenti zote hata zile mm, zilikuwa na huyo daktari. Huyo daktari wangu nitampigia mm, simu aniletee ndio nikuje nazo sawasawa. mm, mm, mm. Eh, hilo lina tatizo mzee, mm, ila ukiweza kukosa mm, uembeleule ule, ule mzee, lakini kama unge juu naona wewe ni mzee kama mimi mm, mm, tungeenda mlango ya nyuma tuongee, hilo litawezekana? manake mm. mimi siruhusu hayo kabisa mm. napenda mtu apate haki yake kulingana na kile kidogo ama kile kikubwa ambacho ni chake. Na nikuuliza, ni mm. hakuna vile tunaweza fanya, kijana wangu mimi, maneno mm, mm, mm. afunguze kidogo. Aa, hilo litawezekana, maana ni yeye ndiyo mwenye mali eh, na anapaswa kupata hali yake haki yake, licha ni mdogo No, lakini napaswa no, kupata haki yake na huyu no bibi yangu, hakuna vile tunaweza mfanya pia. Hilo ah, litawezekana mzee, manake mimi natenda haki mm. mm. Sasa naule kijana wangu sasa. hey, tutakuwa maskini hilo maskini hilo ah, tutaweza kuzungumza nawe mzee, wala siweze kujali. Okay. Mradi vitu vya wenyewe vimeweza kurejeshwa mm. hayo migile tutaweza kuzungumza Sawa, mimi nataka mm, nikirudisha mm, mm, nijue vile utanifanya nikue tajiri hey, mm, nisikue na, na umaskini tena mm, lakini yeah, kama unafanya kazi yeah, huwezi kuwa tajiri hapo yeah. Tusiweze kudanganyana mzee, lazima uweze kupata kazi utie mm, bidii ndiposa utaweza kuwa tajiri. Unajua niko na watoto mm. Hata kama utataka nitoe mmoja k Ah, John mzee akili yake kidogo haipo sawa wako? Huyo mm, mtoto. Sasa unauliza maswali gani bibi yangu akiwa hapa? Anajua kila kitu kutoka kwako. Sasa aliambiwa na nani? Mili. Daktari uweicha tu maneno tungine, mtoto ni wake, wala ameshindwa cha kusema, ila mwana ni wake na aliweza kupata na yule msichana yule mke wake kuna mahali nilikuwa naelekea. Anaona muda wangu unaniacha. Sasa wewe kama unataka kutoa mtu, mtoto mmoja kwa familia yako nimekupatia huyo mtoto wa Emily. Emily, wewe mtoto huyo. Eh, wakinitisha wewe, unaona kuna kiburi, wewe ndio Tatiana. Lucy kwa shamba za Top Care. Watu mnunue mashamba Nairobi, muone your own land in Nairobi. So Lucy, ndaka tueleze shamba zao ziko wapi, ni bei pesa ngapi, like kama wako na wana allowance na deposit kitu kama hizo yani. Yeah, tuko na shamba upande wa Kangudorod, tunauza Joska, Malaa, mahali kunaitwa Koma Guluni na hizo huko, bei zetu zinatoka from 395000 kuna zingine hadi za 1.995 Yeah. So ina depend na budget ya mtu. Kikuja tuna as low as 395000 unapata shamba yako. Then tunaenda upande wa Juja Farm, Juja Farm tunauza kutoka 495000 to 2.8 million depending na budget yako, ukikuja na mia saba yako, mia nane mia tano unapigia tu Masi, unakuja unasema ni Masi amekuleta tunakufanyia discount. Haya, sina hiyo 1. something million ama sina hiyo 300 like sina pesa full. So, sisi tuna kama top gear tunasemanga ukuja na ile pesa uko nayo alafu tikei hata 50k ukikuja, sisi tunachukua, then nyingine tuna agree vile utakuwa unalipa mm. Yeah, tunakufanyia kama ni pay ya installment, tunagawana tuna, tunagawanisha hiyo miezi vile utakuwa unalipa, then it is uh, the reducing balance mm. Ukimaliza na after hiyo miezi yenye tumeagree, pesa yako ina reduce what, yeah. d mebai shamba top care, shamba tatu top care na uredi tukona everything yenye nitajika. Soambia watu wabai title deed. Yeah, kama top care tunakuanga na ready title deed. Ready title deed ni kumanisha kila tukichukua shamba kubwa tukisubdivide, kila plot inakuwa na subtitle yake, so ukikuja Eh, yeah. Huyu uh, ashamaliza kujenga. Actually anaingia next day. Na around na next week. Unaweza jenga kama hujamaliza kulipia. Yeah, actually with your deposit tuseme from 100,000 we allow you to develop in your in your home. Unaweza unaweza panda hadi unaweza eh, kama John Cena na Masi <laughs> walianza kupanda mboga tukafuga kuku before tumaliza ta kulipa eh, sisi deposit. Ukiwa na deposit unaadikiana letter of offer na agreement, hizo zinatufunga the vendor sisi kama top kiana wewe, such that hakuna mwenye anaweza ruka mwingine. So ukiwa na hiyo document you are allowed to develop in your home. Yeah. Shamba, ziko api na api kwa haraka, haraka? Shamba ziko Joska, kuna zingine Mala, kuna zingine mm -hmm. Hii hapa junction ya kwenda Machakos, kuna ziko Nguluni, kama hapa tuko Nguluni shamba na za Nguluni. Kama tuko ni unaona ko na50000 t juu Yeah. Installment mm-hmm. ni from six months. Maji iko, tumetiba bore hole na tunakuletea hadi kwako kwa kwa plot. Alafu hadi kuna, kwa kusema kuna, hadi Juja, watu wengi wanapenda Juja actually. Ata Juja, maji iko, tunauza. Shamba ziko Juja. Tuambie, Juja ina range from Juja ina range from 495,000. Mm. Then kuna zingine za 745, 895, kuna za 1 million, 2 million depending na budget yako. Mm. Yeah. Sawa sawa. That's good. Ebu mulikatwaone vile kuna kaa vizuri hadi una fensi unawekewa plus na gate yeah, yeah. na maji kwa boma. Guys, maji ndo shida kwa hii dunia. But ule amenunua shamba amejenga na kuna maji maji, Sisi, dio, tu, maji at our own bill. tum So guys, welcome karibuni sana. Kama unataka hiyo shamba, namba yangu iko tu pale chini, just take my number, nipigie simu ni WhatsApp. I'm here for you guys because mnanipenda, pia mimi nawapenda na nawajali. Just call me, nitakuleta top care, unue shamba. Namba yangu ni 0743158791. Namba yangu ni 0743158791. Mercy Junne.